Seneta uh, wa Nairobi Edwin Sifuna ametangaza hatua kali ambazo serikali ya Kenya inapaswa kuchukua dhidi ya Tanzania. Anasema kwanza pigeni marufuku viongozi wote wa CCM kuingia Kenya. Pili, Jiondoeni kwenye maandalizi ya michuano ya kafu na tawala za dikteta za Uganda na Tanzania. Tatu, hamisheni mkutano wa mwaka wa EALS kutoka Zanzibar. Futeni msamaha bandia mliowaomba, kisha Tanzania ndio ituombe msamaha. Kwa nini Sifuna ana hasira hivi? Hii inatokana na mvutano wa kidiplomasia unaoendelea baada ya baadhi ya Wakenya kuzuiliwa kuingia nchini Tanzania. Lakini suala la kujiuliza, je, Tanzania inaingilia masuala ya Kenya? Jibu ni hapana. Tanzania imekuwa ikisisitiza kuwa haitaki kuingiliwa na Kenya. Katika masuala yake ya ndani. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje ya nchi, Tanzania inajilinda dhidi ya ushawishi wa mataifa mengine ikiwemo Kenya ili kulinda uhuru wake. Kenya na Tanzania zina historia ndefu ya ushirikiano wa kibiashara. Takwimu zinaonyesha kwamba Kenya ni miongoni mwa washirika wakubwa wa, wa, wa, wa, wa biashara wa Tanzania, hususan kwenye biashara ya mipakani kama vile Namanga na, na Olili. Aidha, Tanzania ni mshirika muhimu katika jumuiya ya Afrika Mashariki, yaani EAC, ambayo inalenga kuleta ushirikiano wa kiuchumi, kisiasa na kijamii mvutano huu ambao ni sehemu ya uh, dynamics za siasa za ndani na za kikanda, una matokeo makubwa ya kiuchumi. Ni muhimu kwamba mgogoro huu uendelee kushughulikiwa kwa, uendele kwa busara na kidiplomasia. Uchumi wa Kenya na Tanzania umeunganishwa sana hasa katika maeneo kama biashara ya bidhaa za viwandani, mazao ya kilimo, huduma za usafirishaji na utalii. Kihistoria, waasisi kama Mwalimu Julius Nyerere na Jomo Kenyatta waliweka msingi wa umoja huu kupitia jitihada za pamoja. Kudru kudorora kwa uhusiano wa kibiashara na kidiplomasia kati ya Kenya na Tanzania ni sawa na kuangusha juhudi hizi za pamoja, hatua ambayo inaweza kuathiri biashara ya, ya ukanda huu, ajira na ustawi wa wananchi wote. Uh, unaweza kuendelea kufuatilia habari zetu hapa Junii TV kwa kubonyeza kitufe cha subscribe.